Yaani, hivi ndugu yangu, siko ile ilewe mbali, kuna fedha aliipata. Sasa kuna fedha utaipata, ukinisikia. Miezi mitatu baada ya leo yaleo, hautakuwa wewe. <laughs> <laughs> <laughs> Mungu atakuondolea maisha ya kuanza na kuishia mahali pasipo na ukamilifu kwenye eneo la maisha ya mahusiano. <laughs> Munu ataanza kukuondolea maisha ya wito kuanza bila kumaliza sawa, kuanza bila pande bila kumaliza mm. Na hayo maisha yatakoma na uaminifu utaongezeka. Uaminifu utaongezeka, uaminifu utaongezeka.